Mkuu wa shule nikupongeze sana, nilivyotoa nafasi kwa wazazi wazungumze yaliyoko moyoni. Sikutegemea kuyasikia haya ambayo nimeyasikia. Inamaanisha nini? Inamaanisha shule hii mnafanya vizuri sana sana sana, sana, sana. Ni tofauti na shule zingine ninazokwenda, ikiwaambia wazazi wasimame waanze kutoa ya moyoni wanazungumza mambo mazito sana, ambayo hapa mimi sikuyasikia. Kwa maana hiyo uongozi wa shule, walimu wa na wazazi, mnashirikiana na mnapendana sana. Nikupongeza sana mkuu wa shule. Pili, kuna yule mzazi ambaye alijitolea akaweka geti la shule, ningependa kumwona kama yuko hapa, asimame na tumpigie makofi mengi sana. Atakuja wiki ijayo naomba tumpigie makofi mengi sana. Nilivyosema ni mara yangu ya kwanza kufika hapa, nilitegemea wapo ambao wangeguna, lakini sijasikia kiukweli. Sio mara yangu ya kwanza kufika hapa, ni mara yangu ya kwanza kwa maana ya kukutana na wa wazazi kama hivi, lakini mimi niliwahi kuitwa hapa na mkuu wa shule aliyepita, nadhani alihamia Gongo la Mboto, mwanamama mmoja mweupe mweupe hivi. Kulikuwa na shimo la choo kule nyuma lilikuwa limeporomoka. Nadhani ni choo cha walimu au cha wanafunzi, sikumbuki vizuri, cha walimu. Akaniomba nisaidie, enzi hizo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili au ishirini na moja, kitu kama hicho, na mimi nika nikajitolea mchango wangu, nikaleta vijana wakachimba shimo, tukalijenga lile shimo, tukalifunika. Ninaamini hakuna shida tena ya choo mpaka leo. Kali, nakushukuru sana. Mambo mengi yaliyozungumzwa hapa yanatuhusu sisi wazazi pamoja na walimu, lakini kuna vitu ambavyo vimenigusa mimi kama diwani na halmashauri ambavyo nakwenda kuvitolea maelekezo. Kwanza, mwalimu amesema anahitaji milioni kumi na nne kukamilisha maabara ya fizikia, sio kama sijakosea. Mimi ni makamu mwenyekiti wa kamati ya fedha ya halmashauri. Mipango yote ya fedha, miradi yote, sisi ndio tunaoidhinisha hizo fedha kwenda kwenye hiyo miradi. Kwa hiyo mkuu, mimi nikuahidi, nikifika kwenye kikao cha kwanza, nitakwenda kupigia kelele hii milioni kumi na nne iweze kutoka haraka iwezekanavyo, na nakuomba huo unanikumbusha nisije nikasahau ili kitu cha kwanza kufanya kwenye kata yangu iwe ni hii maabara, ni ioni ikiwa inafanyika jambo la pili. Hii shule ni nzuri sana, kama alivyosema mzazi mmoja pale, mtani wangu. Ukiingia pale getini unashindwa kutofautisha kati ya shule ya serikali na shule binafsi. Na mwalimu, nikupe taarifa, kuna baadhi ya shule binafsi ambazo hazina majengo kama haya Lakini mmeenda mbali sana, mmeadvansi kwelikweli. Nimesikia mpaka watoto wenu wanasafishiwa vyoo hawashiki fagio. Hayo mambo hayapo serikalini. Wakati sisi tunasoma unakwenda shuleni kidu na kidumu cha maji na fagio, unafagia nje, unafagia na chooni. Lakini ninyi hamko hivyo, nyie watoto wenu ni wakishua, si ndio? Yeah. <laughs>